Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah, assalamu alaykum wa wa wa warahmatullahi wabarakatuh e, mpendwa mtazamaji ndugu yangu e, mwislamu tupo hapa kwa shughuli moja muhimu kabisa e, na ndio mbele yangu hapa kuna kamera nyingi sana tu e, vijana wetu wapo hapa Bambara yuko Shamsudini yupo Abdijon TV e, rafiki yangu Mwenyezi Mungu ampe shifa yupo Habibullah yupo Alhamnu ipo amigo yupo Alhuda huda na yupo Jamal Islam TV, wote wapo hapa e, bila shaka mpaka hapo unaelewa ni shughuli kubwa kabisa ambayo imetukusanya kwenye nafasi hii e, jambo ambalo limetukusanya ni kuhusu jengo letu kama mnavyolifuatilia e, kwanza kabisa ni kukushukuruni kukushukuruni alhamdulillah. Baada ya uwezo wa Allah subhana wa Ta'ala, kisha juhudi zile mumefanya zimetufikisha kuliona jengo pale ambapo lipo ambapo, kama unavyofuatilia, msinge wa sale lile jumba la mkutano tayari umemalizika, msinge wa maofisi ya Komibu tayari umemalizika. Ni mamilioni mengi sana, kama utavyokuja kusikia, hajaja mwarabu wala hatujabisha hodi nje, lakini ni ile mojamoja moja ya kwako ya kwangu ya kwake imetufikisha hapo. Kwa hiyo uh, hatukupenda kuwa wezi wa fadhila, tumependa kushukuru hilo. Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala, akulipeni kheri, akuwekeni katika wale ambao mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza, hakuna siku inayopita ila malaika wawili wanateremka. Allah kuwekeni kwa yule malaika wa kwanza ambaye anasema Allahumma ati munfiqan khalafa, Mwenyezi Mungu mpe kila atayetoa, mpe badala Mwenyezi Mungu akupeni badala. Mwenyezi Mungu akukingeni na maradhi eh, kwa juhudi hizi ambazo mumezifanya mume. Kwa hiyo hiyo ni shukurani, kipengele cha kwanza kukushukuruni. Kwa kweli tunakushukuruni sana sana sana kwa niaba ya jamii ya Kiislamu nchini Burundi. Eh, shukrani zetu za dhati kwa waumini wote kwa ujumla nchini lakini la pili ni ripoti ya yale mapesa yenu eh, kwa ujumla kazi mnavyoiona mpaka hapo kwenye imefikia, pesa zilokusanywa kufanya hiyo kazi milioni mia tatu na thalathini na tatu laki mbili alfu hamsini na nane mia moja sitini na sita. Hiyo na ni pesa imetoka mwenye mifuko yenu na ndio imefanya kazi hizo ni ripoti hiyo hiyo, milioni mia tatu thelathini na tatu na kidogo. Hizo ziligawika sehemu mbili e, ni kwamba tulipokea milioni mbili na tisa alfu sitini na mbili na mia tano. Mapesa hayo hizo zilikuja, ni pesa make ziliingia pesa hivo e, lakini tukapokea vifaa vya kazi, mawe. Muislamu analeta beni la mawe, muislamu analeta mifuko mitano ya simenti, mara sijui Afemebu imeleta mifuko kumi, mara sijui Grupe Maru Ruziba imeleta hivi, Hajati Binti Bilali imeleta hivi, muislamu wa kawaida amefanya hivi, chuma kimekuja hicho. Vyote hivyo hatukufumbia macho, ufundi ulivyorodhesha na kuvipa thamani. Kwa hiyo vikawa vimebeba thamani ya milioni mia 124,195,666 mapesa ya vifaa. Jumla ukizikusanya hizo ndio zinakwenda kwele milioni 333,258,166. Hiyo ni ripoti ya mapesa. Mpendwa eh, Muislamu, kazi itayofuatia baada ya msingi huo umemalizika, tunakwenda kwenye hatua ya pili, kupandisha hivyo viguzo vipande juu, halafu kuvivisha dale ya kwanza ni kazi ambayo itahitaji pia ile, ile michanga, sijui gravier, inahitaji simenti, inahitaji vyuma e, kwa hiyo bado kazi inaendelea. Hatua ya pili ni sisi wenyewe taendelea kujisopa inshallah, kwa kusakata pepo yetu na ajira yetu mbele ya Allah, ili tufikie pazuri pia katika kukusanya vifao hivyo vya hatua hatua ya pili e, lakini e, la nne ni michango. E, michango kuna mfumo wa kukusanya e, mapesa ili tufikie kazi yetu kuzuri biidhnillah. Ni mfumo ambao e, umeanza mwezi wa nane, na hivyo tukapenda tufahamishe, na umewekwa sawa zaidi kwa mwezi huu wa tisa inshallah. Kwa hiyo muislamu kama muislamu, amka, simama, sote tushirikiane mkono kwa mkono, inshallah e, sakata, ili tuweze kufanikisha. Ni michango imegawika hivi: msikiti kwa ujumla wake franka alfu moja kwa siku ya salam. Msikiti kwa ujumla franka alfu moja kwa siku. Ule msikiti ukasema A -a, alfu moja? waumini wetu si tunatoa kumi ishirini hamsini kwa siku. Allah kulipeni kheri, lakini kinachosajiliwa msikiti franka alfu moja kwa siku ni thalathini elfu kwa mwezi kila msikiti hizi ni pesa zinatakiwa ndani ya mwezi huu. Tunaanza wa tisa baada ya ripoti ya mwezi wa nane mtafikishiwa. Kwa hiyo msikiti alfu moja, alfu moja kwa siku. Kifungo cha pili ni alfu moja kwa kila Muislamu mkubwa, kwa mtoto, hata yule ambaye umemzaa leo mwekeye e, dhamana hiyo ya elfu moja kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala, ikiwa ni swadaqatun jariya ya, ya hakoka bwana mdogo kwa Allah subhanahu wa taala ni kile chuma kitazikwa mle e, na labda wewe umeitoa umekwisha sahawika kabisa haupo, lakini chuma kile nondo bado ipo inakwenda hivyo, sadaka inaendelea ya kudumu. Tuwe na mawazo ya kutazama huko. Kwa hiyo alfu moja kwa msikiti kwa siku, alfu moja kwa kichwa cha mtu, kila muislamu Burundi nzima kwa siku kwa kwa, kwa mwezi alfu moja kama una watu watatu ndani ya nyumba, alfu tatu kwa mwezi. Kama una watu kumi, alfu kumi kwa mwezi. Ukizidisha, fama ntatawa khairan fahuwa khairu la, ukizidisha ni kheri zaidi kwako. Kwa hiyo ni sakata hilo, bin lahi taala. Unaweza jiuliza shekhe, pesa hiyo inakusanywa inakwenda vipi na inakusanywa aje? Eh, ni kwamba utaratibu uko vizuri sana, watakutembeleeni watu ndani ya majumba wana sare rasmi wamezivaa wanazo karne zile na risiti na maelezo kamili, wanakupa wanakukinaisha nyumbani, na mtapewa ripoti. Wanatembea kuanzia Mugere kwenda Mukaza kwenda Ndahangwa na nchi nzima kwa ujumla, wanatembea kwa shughuli hiyo. Inshaallah, mipango iko vizuri sana Wape wale sadaka yako itakuwa imefika mwenye mikono aminifu kabisa, wala haina tatizo, na itatufikia hapa ofisini na kufanya kazi biidhnillahi taala. Kwa hiyo kadri tunavyokwenda siku baada ya siku, ripoti mtakwenda mnazipata. Leo Jamali nipo hapa mbele ya mike, lakini kesho, kesho kutwa watakuwa hapa maenjinia wa timu la ufundi, watatoa kwa kina kabisa ripoti ya kazi, jinsi zilivyo. Narudi tena kusema ndugu zanguni, wallahi na kushukuruni sana sana sana kwa juhudi hizi mmezifanya, zimetuonyesha kumbe Muislamu mwenyewe Burundi anaweza na tunaweza kuona mapesa mengi haya yametoka hapa. Nimetoa ripoti tu ya mapesa yalivyo, lakini kuna yale ambayo hayapo hapa. Nimetoa pia mchango wa nguvu, nguvu zenu. Kila Jumamosi watu wako pale wake kwa waume, wanapokezana vifaa, wanafanya hivi. Wale ungewaorodhesha toka walivyoanza Jumamosi zile mpaka leo, ni mapesa mengi. Kama ungeweka wale, uweke ndio wasaidizi wa mafundi na kila mmoja baada ya kazi anapewa ajira yake ni mapesa yangeongezeka zaidi ya haya, ni mengi sana. Kwa hiyo tunasema Mwenyezi Mungu akukutanisheni na kazi hiyo nzuri, inshallah, kwenye mzani wa mazuri yenu siku ya kiyama. Kazi haijaisha, bali niseme ndio kazi. Tuanze kwa kasi nyingine inshallah, tuone kupiga hatua ya kupandisha hivyo viguzo na kuvivisha dali ya kwanza inshallah. Mwenyezi Mungu atubebe na kushukuruni sana. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.